Ni siku 45 zimesalia mpaka kufikia katika fainali ambayo itapigwa ya Carabao Cup kwa pale nchini Uingereza katika dimba la Wembley, Arsenal watakapoumana na klabu ya soka ya Manchester City wawili hawa wanatukumbusha katika fainali waliokutana msimu wa mwaka 2017 2018, ambapo klabu ya soka ya City ilishinda kwa magoli matatu kwa sufuri katika huo mchezo. Vincent Company alifunga, David Silva alifunga, lakini pia Sergio Kun Aguero alifanikiwa kuweza kufunga katika huo mchezo wa fainali mwaka 2017 18. kwa hiyo wanakutana tena, cha kukumbuka zaidi katika hiyo fainali ya mwaka 2017 18. Kocha wa zamani wa klabu ya soka ya Arsenal, Arsene Wenger, alikuwa anamalizia kibarua chake katika klabu ya soka ya Arsenal na ilikuwa ni fainali yake ya mwisho katika klabu ya soka ya Arsenal, lakini kwa upande wa kocha wa klabu ya soka ya Manchester City, ambaye alikuwa ni huyu huyu Pep Guardiola ilikuwa ni fainali yake ya kwanza akiwa na klabu ya soka ya Manchester City. Kwa hiyo Pep Guardiola alifanikiwa kuweza kuchukua taji katika fainali yake ya kwanza akiiongoza klabu ya soka ya Manchester City. Arsenal wanalitafuta taji lingine mara baada ya kuchukua Carabao Cup mara mbili, ilikuwa ni mwaka 1987 na ulichukua tena msimu wa mwaka 1993. Kwa hiyo wanalitafuta tena taji jingine la Carabao Cup. Je, watafanikiwa kuweza kulichukua ama vipi? Ni swali la kuweza kujiuliza, lakini kwa upande mwingine ukiangalia hizi timu mbili mpaka kufikia hapa, City wametoka kuifurusha klabu ya soka ya Newcastle kwa magoli matano kwa moja, wakati klabu ya soka ya Arsenal wametoka kuifurusha klabu ya soka ya Chelsea kwa jumla ya magoli ma nne kwa mawili. Kwa hiyo ni timu mbili ambazo zinakutana e, katika mchezo wa fainali siku wa 45 zimesalia. Tuambie kupitia comments timu gani unaiona inakwenda kumtandika mwenzake katika mchezo wa fainali pale Wembley. Shughuli ni Wembley.